Nam, sambamba kabisa, mpendo wa msikilizaji na mtizamaji wetu, popote uliko, unatumaia kwamba utakuwa salama usalimini majira hii ya jioni ya tarehe kumi na sita mwezi Disemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Naokaribisha na, na moyo mkunjufu kwenye habari zetu hizi za jioni ya leo. Nakumbuka ni kwa muda mrefu sana tulikuwa tuko pamoja, ilikuwa ni kutokana na matatizo mbalimbali ya ya kiufundi, lakini kwa sasa, uh, kwa sasa tumekuwa salama kwa ajili ya kuja kukuhabarisha na kukufahamisha yote na wajiri sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kusubscribe channel hii Kukomenti, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi, ili naoendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Habari kuu jioni ya leo ni wanani ambao wanapatikana katika mji wa Uvira. Je, ni ukweli waasi wa AFC M23 imeondoka katika mji huo aiza bado wanapatikana maeneo hayo? Mpendwa msikilizaji, kuwa nami mwanzo mpaka tamati, ili upate kufahamu yote naoendelea huko mjini Uvira, habari za ukweli kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika tuliona walitimuka wanakimbia, na tuko batemweshe batote ya Uvira. Na moja kwa moja, natumai ya kwamba utakuwa salama na karibu kwenye uchambuzi wetu wa habari za jioni ya leo. Moja kwa moja tuanzie uko tarafani Uvira, katika mji huo ambako asubuhi na mapema kuna taarifa ambazo zimeweza kuibuka kwenye mitandao ya kijamii zikisema kwamba wahasi wa, wa M23 wametangaza kujiondoa katika mji wa Uvira kwa masharti ya kwamba wanahitaji jeshi la taifa pekee ndio liweze kurejea katika maeneo hayo na si wazalendo aidha jeshi la Burundi. Habari hizi zimezagaa kote, lakini sisi tumekuja kwa ajili ya kuweza kuleta wazi. Sasa je, waasi wa AFC M23, wamejiondoa kweli? Na kwa nini wamejiondoa ili hali ya kwamba siku mbili zilizopita walikuwa wameshasonga kasi kabisa mpaka kuingia katika mji wa Makobola. Uh, mji wa kwanza kuingia tarafa ni Fizi, kitu ambacho kilipelekea watu wengi wa tarafa ni Fizi kuweza kukimbia makazi yao, wengi walienda makambini kwa kuofia huenda waasi wakaendelea kusonga mbele na kudhibiti mji wa Baraka, mji ambao unasalia katika upande wa mashariki kutoka Uvira hapo. Uh, unaona mji wa Baraka, hivyo ilipelekea watu wengi kuweza kukimbia. Lakini uh, leo hii kuna habari ambazo zimetoka tofauti na habari ambazo zimepatia faraja wakahaji wa tarafani Fizi ambao tayari walikuwa wameshakuwa na hofu kali sana kuhusu kusonga mbele kwa waasi wa AFC M ishirini na tatu. Muungano wa wahasi wa AFC M23 umetangaza kujiondoa kwa upande mmoja wa uh, majeshi wake katika mji wa Uvira kufuatia ombi la upatanishi wa Marekani, lakini pia kuna masharti ambayo yaliweza kuyaweka. Muungano wa kisiasa wa kijeshi wa AFC M23 umetangaza kuwa uko tayari kuondoka kwa hiari na kuondoa majeshi yake katika mji wa Uvira kama inavyoombwa na juhudi za upatanishi zinazoongozwa na serikali ya Marekani, ingawa ni sehemu ya hatua za kujenga amani katika mchakato wa amani. Baada ya wahasi kutoa wito huo wa kusemea kwamba wanajiondoa katika mji wa Uvira, walitangaza hadharani kwamba utakuwepo na mitingi ya hadharani kwenye eneo la meya, kwenye ofisi ya meya wa mji wa Uvira kwa kuweza kuwahutubia raia kuhusu mwelekeo wote ambao uh, utakaofuatwa uh, kipindi ambapo wanaondoka katika mji huo, ila kwa bahati mbaya dudo kutoka maeneo zimesema ya kwamba hakuna Uh, meeting ambayo kutekelezwa na waasi uh, wa maeneo hayo ambao ilikuwa na tatu pangwa leo hadharani kuona ya kwamba wanaondoka, lakini kipindi hicho hicho pia kuna maandamano ambayo yameweza kutekelezwa uh, katika mji wa Uvira, ikionyesha watu wanabeba mabango wakiwa wanazunguka katika mji wa Uvira, wakiwa wanazungumza, aidha wakiwa na hita jina la wakombozi. Hali hii iliweza kuleta picha nyingine katika mji wa Uvira, na mpaka sasa napozungumzia na wewe mskilizaji hakujawa na ushuhuda rasmi kuhusu uh, waasu wamejiondoa kikamilifu katika mji wa Uvira, bali wamejiondoa kwenye mtandao. Yani wamejiondoa kwenye mtandao wa kijamii, wametangaza zarani kwamba watajiondoa katika mji wa Uvira uh, kwa masharti ambayo wameweza kuitoa, kusemea kwamba wanahitaji amani endelee kudumu, lakini pia nahitaji vikosi vya jeshi The LATC ndio viweza kufanya ulinzi, si wazalendo wala vikosi ya majeshi kutoka huko Burundi. Na hivyo ni moja kati ya hali ambayo inaelekea kuenda mazungumzo ya amani ambayo yameendelea kufanyika huko Washington na Doha yanaanza kuzaa matunda kwa eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimbo la Kivu Kusini, ambako uh, tayari wahasi walikuwa wameshaingia kwa kasi kubwa na kudhibiti mji wa Uvira uh, mji ambao ulikuwa mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini kwa muda baada ya mji wa Bukavu kuwa chini ya udhibiti wa wahasi uh, FCM 23 lakini hivyo uh, taarifa ya kujiondoa kwao imeanza kuwapa matumaini wakahaji wengi sana ambao Uh, walikuwa wameshaanza kupoteza matumaini kuhusu uh, uh, kurejea kwa wahasi ao nyuma, kutokana na kasi ambayo walikuja nayo kwa muda wa siku uh, siku chache kuchukua udhibiti wa Luvungi, uh, muda wa siku tano weza kuingia katika mji wa Uvira na kuchukua udhibiti wa mji huo ambako kulikuwepo na vikosi vingi vya uh, warundi pamoja na Wazalendo, na kitu hicho kinaweza kupeleka labda wasiwasi wasi kuwa nyingi kwa wakahaji wa maeneo ya Uvira. Wengi walienda mak makambini, wengine pia waliweza ku uh, kujielekeza huko Fizi ambako mpaka sasa bado watu endelea kupanda maboti kwa ajili ya kwenda kujihifadhi, uh, katika sehemu ambako kuna usalama, na siku wengine bali ni wamoja wameenda Kalemi, wengine pia wamejielekeza moja kwa moja mpaka kambini ya Burundi ambako kunapokelewa wakimbizi uh, kila kukicha wakati uh, huo huo huko Burundi wakimbizi wanaripotiwa kupitia hali ngumu sana, kwa sababu ni wengi, huku hifadhi zikiwa ni ndogo. Serikali ya Burundi inapokea wakimbizi wengi kiasi kwamba wanashindwa watahudumia namna gani, hali ambayo inapelekea maisha kuwa magumu zaidi huko kambini, huku baadhi ya wakimbizi wakitamani tena kurudi, ili hali ya kwamba bado hali ni tete katika maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Video hii kutoka kambini inaonesha watu wanaendelea wa, wa, wa, kuomba watu wenye mioyo myema kwa ajili ya kuweza kutoa misaada, waendelee kutoa misaada kwa wakimbizi wa, uh, wakimbizi hao ambao wametoka Kongo ambao wanapatikana katika uh, nchini Burundi katika kambi ya huko Burundi ambako wamepokelewa, ili hali ya kwamba bado hali ni tete kwa kuweza kuwahudumia wakimbizi hao. rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zetu wa Kongo viko hapa leo viko hapa kwenye kiwanja cha mpira Rumonge, tuko pamoja, tuko na wakimbizi hapa. Jamani, waislamu wote wajitolee, kwa sababu Mwenyezi Mungu akasema hivi, Waislamu tuwe na upendo, tuwe na upendo, tusitamani kwa mazuri na mabaya. Wandugu zetu hapa jamani wanahitaji angalau kidogo kidogo, viko hapa kwenye nchi ya Rumonge kwenye kiwanja cha mpira tulikuwa na wandugu zetu hapa, tulikuwa tunatoa msaada kidogo kidogo hapa kwenye, kwenye nini ya mpira. Tuko hapa sisi wote jamani, tunaomba tunaomba wandugu zetu waislamu penye walipo wa Kristo, inchi tofauti, tunaomba msaada jamani, watu ni wengi, watu ni tere, watu wanakosa sabuni, watu wanakosa chakula. Wandugu zetu wakongomani wanahitaji msaada, wanahitaji amani, wanahitaji chakula na chumvi na chumvi, wanalalamika jamani, wandugu zetu wanaomba msaada sana, chakula sana sana, na choo e, na maji na maji na maji na maji. Hao wote ni waraia wa Kongomani, jamani, tuko kwenye kiwanja cha Rumonge hapa kwenye mpira, watu ni tere, watu ni tere, watu ni tere jamani, wanaomba msaada jamani, watu wanakufa na njaa, wandugu zetu wa Waislamu wa Kristu watu tofauti, nji tofauti, jamani, tunaomba msaada wenu, tunaomba msaada wote, nchi tofauti, dini tofauti, wakaumani wanaomba msaada jamani, wanaomba msaada jamani. E, wana njaa, wanakosa sabuni, wanakosa maji, ao wote ni watu jamani, wanaomba msaada, wanaomba msaada, wanaomba msaada hao wote e, hao wanawaachilia e, kila mtu ana ndugu yake, ataweza akaja kumchukua hapa kwenye kiwanja champira watu ni wengi sana wanaomba msaada. Salam aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Na tukirejea huko Uvira ni kwamba baada ya tangazo la AFC M23 kusemia kwamba atajiondoa kikamilifu katika mji huo na kuacha mji huo chini ya udhibiti wa serikali ya Kinshasa, uh, kiongozi wa Kizalendo Makanaki Kasimbira John ameibuka na kutoa taadhari na onyo kali kwa wale ambao walisema ya kwamba wao ni pamoja ya viongozi ambao wameshakula rushwa. Makanakii Kasimbira Jion amesema ya kwamba yeye pamoja na wenzake, akiwemo ya Kutumba Rene Itongwa, ni wazalendo wa kweli ambao wako tayari kupambania taifa na wala si jinsi ambavyo watu wanavyowachukulia kufikiria kwamba wameshakula rushwa. Ameomba raia kuwa watulivu na kuwa na matumaini kwao, kwa sababu wanatangaza watafanya mabadiliko na kukomboa maeneo yote ambako wahasi wanapadhibiti. Okay. Uh, Makanaki Kasimbira John ameendelea kusemia kwamba watu kipindi hiki cha machafuko ya kivita wasipotoshwe na maneno ya mitandaoni, maana inakuja kwa malengo ya kuweza kuwagawanya wazalendo na wala si kuwaunga wote wawe pamoja na kuwa mtu mmoja. Wakati huo huo, mashirika ya kirahia tarafani Fizi endelea kutoa wito kwa serikali pamoja na wananchi kuwa watulivu na kuto kuendelea kufitua risasi kiolela katika mji wa Baraka ambako siku zilizopita ilikuwa ni kama shakti kila, a, kila usiku kusikika kwa milio ya risasi isiyopungua kwa muda masaa kadhaa mashirika ya kirahia melaani vikali kitendo hicho na kuomba rahia ambao kimbia kwenda nchi jirani kurejea kwa sababu jitihada za kupata utulivu zimeanza kuonekana katika mji huo baada ya wahasi wa AFC M23 kujitangaza kurudi nyuma kutoka katika mji wa Uvira. Mpendwa msikilizaji, hizi ni za moja kwa moja kutoka uko kwenye uwanja wa vita maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na tunaendelea kuzifuatilia kwa kina ili tupate kukutaarifu na kukupatia zile za ukweli. Asante kwa kuwa nasi katika habari hizi za jioni ya leo, na kusii kuwa nasi tena katika habari za hapo asubuhi na mapema, ambako utakujuza yote yanaendelea sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asante kwa muda wako. Hii ni Amani TV Media.